Mi nawashukuru sana ndugu zanguni, mm. e, naondoka sasa hivi mm. tunaelekea Dar es Salaam inshallah. inshaallah yeah. tuendeane heri na nyie mfike salama basi tutakae safari njema tukutane Dar. hatuna kisasi na mtu, sisi tunataka tuchukue ubingwa tu e, oh. oh. ndio plani yetu, kisasi tulikuwa na timu moja yeah. yeah. yeah, tu ndo, ndo, ndo, ndo, ndo Sio kisasi na timu moja na tumeshakilipa na tumeenjoy. Alhamdulillah, kila mwana Yanga ana raha. Jana tumekula asali vizuri kabisa. Hiyo ndio kisasi kimeshalipa, tunaondoka nyumbani kupumzika. Eh, baba sasa pumzikeni, safari mnaanza lini? Wao ni safari mapema, msikae mbaya na nyumbani jamani, wao ni nyumbani mapema Neno moja na kuzungumza na wananchi. Kwa wana Yanga, niwakaribisha sana KMC Complex siku ya Jumatatu mechi na Coast Union. Coast, timu fulani hivi ngumu ngumu, na kwenye msimamo kama kidogo na wao wanajitafuta, kwao lazima tuweke jitihada kwa pande zote, viongozi, wachezaji, benchi la ufundi na sisi mashabiki kujitokeza kwa wingi uwanjani. Yes, mechi inayofuatia tunacheza na Coastal Union, na mechi hiyo kama nilivyotangulia kutangaza siku ya jana ni mechi maalum kwa ajili ya kocha wetu Edna Lema. Tumekuwa na program nzuri ya kurugenzi ya ufundi kwa maana ya makocha hawa wa vijana, timu za wanawake wapate nafasi. Kwa hiyo Edna Lema, ligi wanawake imesimama tumempa nafasi ya kuja kwenye senior team kufanya mazoezi kuchukua ku, ku, experience na yeye kidogo kwa Hamdi pale kwao. Mtamuona Edna kwenye programu nzima za wiki hii kuelekea mechi ya Coast, kuanzia training, press conference mpaka kwenye bench siku ya mechi.